Yaani, kiukweli, bigi angetulia tu. Jaribu kuangalia namna watu wanavyojaribu kusambaza, namna mshikaji anavyoendelea kupoteza followers. So issue kupoteza followers kwa sababu yaani, Diamond sidhani kama amefika level ya kwamba hata followers wakipungua, labda inamuumiza, haiwezi kumuumiza level yake inavyofikia. Na namna issue inavyoenda kwa muda aliofanya mziki Diamond I don't think kama angetulia tu kwa muda huu ambao watu wote wanalalamika wanamlalamikia yeye, labda angepungukiwa ange na nini, kwamba angetulia kwamba yo post chochote, si deal na mambo ya muziki, nini ambacho kingepungukiwa? Kwa namna aliofanya mziki kwa miaka yote, mafanikio yote alionayo na no, kiangalia mziki unofanya asilimia kubwa, of course ni hawa hawa watu ambao wako kwenye majonzi ni hao watu ambao wamekutwa na misiba, wengine wanalia. Mashabiki zako, numbers ambazo unazo kwenye social media z and stuff, ni kwa sababu ya hao watu, ambao huenda asilimia kubwa au wengine ndio hao wamepoteza maisha m hmm. au hao ambao nakupa viewers, ndio hao ambao leo familia zao wamepoteza ndugu, jamaa na marafiki. Lakini ndio watu ambao wana support muziki wako stuff, bro. I don't think usipo support wimbo kama sasamba, my brother. Yani bigi utashuka kimuziki. Eh? Yaani mi siamini kama bigi usipoposti au hizo nyi, nyimbo utaporomoka my brother. Just chill my brother. Yaani ni kama umeamua kushindana na wabongo. Yaani kwamba yoo nisimeamua kunifollow. I mean kuniunfollow. Sasa mimi nafanya kazi zangu. I don't think it's okay my brother. Sio ni kama na afya. Eh? Yaani nguvu ya ya wengi wanasamanga ni nguvu ya Mungu my brother. Just chill my brother. Just ya muda tu. Kana, ni kama vita yani, yani mtanifanya nini peji yangu. Hatuombei hawa yaendelee kutokea, lakini kwangu mimi naona tu Diamond, bro just chill my brother, ni issue tu, siku kadhaa my brother, hakuna kitu kitapunguka kwenye mziki wako, utapungukiwa chochote, nikutulia tu kujifanya mjinga hmm? Mpole tu my brother, yaani hivyo anavyofanya, mimi aroona kama ina afya Bro, yani watu wana machungu my brother, alafu wewe una power, wewe ndo msanii bora sasa hivi my brother. Yo, it's hard my brother, na ukiangalia upande wa wasanii sasa hivi kama wameingiwa doa, yani muziki, wasanii yani, mtu akisikia msanii ah, yani mtu anatamani kulia. Alafu tena my brother, kwangu mimi kukaa kimya ni jibu kubwa sana kuliko kuonyesha yani kwamba yo, mtanifanya nini peji yangu. Ah ha, hakuna mtu atakufanya kitu kweli my brother, lakini angalia tu, I don't know, unajisikiaje yani ki kweli, mimi sijui wewe unajisikiaje? Unafurahi? Unaenjoy kabisa? you are happy ah ha? Yani yani mimi kikweli najiuliza, also Diamond, you are you happy? Uko na furaha kabisa? mbona mbona mimi tunaona no. you are happy my brother, ah vitu vinaenda sawa kabisa ah.